Lakini sasa, kwa upande wangu mimi, wa speculation, tatizo kubwa nilionayo na kitu ambacho naweza nikawahimiza sana watu, watu acheni kutuma masadaka kwa waubiri ambao hawawezi wakahubiri bila kuweka namba ya sadaka, yani acheni, ach, mwachani nao watu hao. Tunawahitaga ni waubiri kaombaomba ni yani, hawezi akakuhubiria, yaani ni sawasawa na kusema hivi Yani, tasmini Yesu anakuja kwako anakuambia pokea uponyaji, lakini pia ana kibango hapa cha tuma sadaka kwenye, kwenye, kwenye namba fulani. Simlengi, namlenga kila mtu. Yani asilimia kubwa ya, ya watu wameanza kutumia kazi ya kuhubiri kupata, kupata fedha. Sasa wanashindwa kuelewa kwamba the more you do it. Of course, tuna wafuasi wengi kwenye chaneli hii sasa hivi, chaneli ina masubscriber elfu 38.9 yani, karibu elfu arobaini lakini mara nyingi awezi, ukaona nimeweka namba ya ya msaada au namba ya mchango au namba ya mpesa au namba ya nina au namba ya kasha, hapo namba nini, kwa nini? Nimewahi kujaribu roho Bwana huaga nizuia, roho Bwana huaga roho Bwana huaga na niruhusu mpaka tuwe tuna mchango fulani maalum, labda tunachangia safari ya injili, labda tunachangia kitu fulani. Lakini hao watumishi wana safari za injili sio weti wana, wana, wana mikutano. Sio weti wanasimamia wana uh, kondoo, lakini hawawezi wakahubiri bila kuweka namba ya sadaka, eti namba ya kuwasaidia. Sasa swali ni hivi, je, wao wanalea wanani, wanachunga wanani? Na, na unakuta watu wanawatumia zaka watu wa, wanawatumia sadaka t unatuma zaka unatuma sadaka kwa mtumishi wa Mungu ambaye anahubiri mitandao. Anach, an, ye, ye, ki, ki, kwa, kwa vigezo ya kikuani ye amebeba kibali cha kupokea sadaka, amebeba kibali cha kupokea zaka. Sapoti kama utamsapoti, lakini sio halali kwa wana wa Mungu kutuma masadaka kwa wa.